Karibuni kwenye WhatsApp chaneli yetu, na kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa kuingia kwenye YouTube chaneli yetu, naomba uguse hiyo button ya subscribe. Pia usisahau kuacha comment, usisahau kuacha comment na kushare pia hii video, ili na mwingine naye pia aweze kuelewa. Leo nakwenda kuwafundisha namna gani unaweza ukaeka uka, eka, uka linki WhatsApp yako na kupata kodi ili kuwasha wasap boti kwanza kabisa utaingia kwa WhatsApp yako kama hivyo. Ukisha kumeingia kwa WhatsApp yako, kama mnavyojua kwa huku WhatsApp tuko na chaneli yetu inaitwa Free Internet. Ukisha umeingia hapo hivi kwa chaneli, utaigusa hiyo hapo channel yako ya Free Internet, na kama bado hujaipata link ya hii chaneli, utaikuta hapa kwa comment section Tagusa hapo juu kwenye hilo jina la internet, itakuleta hapa kwa description hapo hivyo. Utakutana na linki ya kwanza kabisa, hiyo hiyo linki utaigusa. Kisha kumeigusa, itafunguka kama hivyo. Kisha ku imefunguka, inakuwa iko na option nyingi nyingi hivi hapo hivi, si tunachohitaji ni kupata kodi zile za kuunganisha kwa WhatsApp ili uweze kuactivate bot. Utaenda hii hapa section namba namba ngapi? Namba nne wameandika get pairing code, utaigusa hiyo sehemu. Kisha kumeigusa itafunguka kama hivi, lakini pia kama mtandao wako utakuwa huko chini itachelewa kiasi kufunguka, itarodi. Halafu baada ya kulodi itafunguka hapo hivi. Utaenda kugusa hii hapa sehemu ya kwanza wameandika Timnasa TMD moja pairing connect to support by pairing ni kodi. Utagusa hiyo sehemu kisha kumegusa itafunguka kama hivi hapa. Hivi kuna hii hapa sehemu ya kuweka namba ya simu, utaweka namba yako ya simu hapo namba yako ya simu hapo. Unavyoweka hakikisha unaanza na kodi ya nchi yako, kama huko ni nchi ya wapi utaweka kama mimi hapa. Hii hapa namba ambayo naenda kuactivate leo ni namba ya nchi ya Zambia, nitaweka hapo hiyo namba ya simu. Baada ya kuweka, nitabonyeza neno submit nchi yako. Nimesubmit, kuna kodi hizi hapa nitapewa, nitabonyeza copy wa kodi ntazikopi, lakini pia inaweza ikatokea notification huko juu yu akakuletea, ukaigusa hiyo notification, na ukishakumeigusa itakupeleka moja kwa moja kwenye kuweka kodi baada hkunazikopiztaanin moja kwa moja mpaka kwenye WhatsApp yako. Tatoka kabisa huku na kuelekea kwenye WhatsApp juu pale kuna vidoti vitatu, upande wa kulia tavigusa hivi vidoti vitatu. Hapo pana kuwa kuna option nyingi, lakini option ambayo utaenda kuigusa ni hiyo ambayo ya link device. Kisha kumeigusa hiyo, tagusa ilo apo neno la chini ilo wameandika link a device. Kisha utayuzi mm hapo -hmm. Hivyo itakuhitaji uweke password yako, password ya simu yako utaweka. Kama ujaweka password ya simu itakupeleka moja kwa moja sehemu hii hapa. Kisha hapa chini hapa kuna maneno, maandishi ameandika link with phone number, utagusa hayo maneno. Ushagusa atakuletea sehemu ya kuweka kodi kama hivi.

Jamaa zako wengine au rafiki wako iote huyu aweze kuona nayee, kama atahitaji nayee pia msaidia. Itarodi, baada ya kurodi kama hivyo itamaliza namna hii. Utaona hapa hivi inafaa isome, safari isha kuwa imesoma hivyo, utarudi baki hivi hapa hivi utasubilia, kuna meseji utatumiwa kuna meseji hapa itakuja ambayo itakuwa iko na kodi, hizo kodi ambazo zitakuja hapa ndio inafaa mnitumie. Kodi zenye ni hizi hapa hiyo ya kwanza kabisa, hiyo kwenye nambangu hapo, kuna message inaonekana, utaifungua hapo kwenye inbox yako. Uta, kwenye inbox yako utakutana na hizi hapa meseji mbili zimekuja inbox yako, meseji ambayo itatakini fuadie ni ya kwanza kabisa. Hii ya pili unaweza ukaachana nayo, haina umuhimu, maana hii hapa ya pili iko tu na chaneli na vitu vingine kama hizo hizo, sio za muhimu sana kwa upande wako. Hapo utafanya kuzikopi hizi kodi na kunitumia au kama vipi, utafanya kuzigusa hivi, kisha utabonyeza sehemu ya kushea, utashea kwenye namba yangu. Kisha kumezikopi kama hivyo, unakuja hapa kwa inbox yangu, kisha unanitumia kama hivi kama zilivyo bila kubadilisha chochote, kishakumentumia basi, mi nikiziona nitaiwasha sawa. mm -hmm. Maana huwa anachelewa sana kujibu meseji. Huwa anakuwa niko na mambo mengi kishakume zituma kama hivyo, tulia. Acha kuleta maneno mengi mengi, mimi nikishakuwa nimeiona kama hivyo nita activate, ila ukiona masaa 24 amepita sijakuashia, ndio inafaa unicheki.